Baadhi ya wanachama wa UDA katika kaunti ya Kilifi wamepuuzilia mbali chama kipya cha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakisema kuwa chama hicho ni cha kikabila. Wakizungumza mjini Kilifi, wanachama hao wamesema kuwa DCP haina msingi thabiti wa kuwa chama cha kitaifa kwa kuwa kinaongozwa na viongozi kutoka sehemu moja ya nchi. Aidha, wafuasi hao wamemsuta Gachagua kwa kile wanachodai ni kueneza chuki. Wale members wote ambao tunajua na wale chama na watu wamekuwa hapo kitambo, hakuna mtu ambaye anaweza kuonesha track record akiwa waziri, kwa sababu wote wamekuwa waziri, wote wamekuwa bunge, na hakuna hata mtu mmoja ambao ametoa track record yake kuonekana kwamba amefanya jambo la msingi. Kwa hivyo hii mambo ambao wanafanya ni mambo ya kuhadaa watu. Mheshimiwa Ruto ni mtu ana haki, ana hadhi haezi hati kuanza kutaka kumpigia vita mtu ambaye alikuwa right hand man wake, wakatengeza pamoja siasa. Kama walikosana kisiasa hiyo nafikiri hata iliondoka na wakafanya process na alipoa nafasi akaenda kotini kote akafanya yote hakufanya lolote mpaka sasa. Hata alianveil chama chake akachwa vizuri free. Ishara ambayo ameweka pale kama sign ni sikio. Sasa sikio ambalo alisikia dawa silimekufa. Kwa hivyo sisi hatuna nafasi wala muda wakuja kusikiza sikio ambalo alisikii dawa. Yule bwana alikuwa kwa chama chetu cha, cha UDA na alikuwa kwa nyumba yetu, na kwa sababu ya makosa aliyofanya hakufukuzwa na UDA, alifukuzwa na sheria ya Kenya. Hii serikali wanaoipiga vita ni wale watu ambao wanataka kuweka mambo yao kibinafsi. Wanatuletea porojo eti za kusema kwamba sijui kuna ukabila sijui kuna nini, na hao ndio wameanzisha ukabila. Tunataka kuambia sisi kama wana UDA tuko imara. Wale ambao walikuwa wanataka kuendesha Kenya hii kwa mirengo ya kama kampuni, yani awe na share, sisi hatutabanduka katika chama chetu cha UDA, tukimbaka huyu mheshimiwa wetu rais William Ruto.